Kwa kukisema na kwa kuifanyia kazi. Sasa watu wengi sana wavivu, wewe usikuje ukasema hivi eti natamani mwanao sitaje kuwa aje kuwa kama angotii, lakini mimi huyo angotii unaoniongelea naishi maisha haya kumliko babako. Sasa hapo what is the problem? Mimi na mzee wako tunaweza tuka, tukae tuanze kukaa hata maybe tukiangalia tu mia mara toka amekuzadi hapo ulipo. Tusiwe na same transition. Kwa hiyo anacho cha kujifunza. Sio umeelewa? Mm. Kuna ile namna ambayo inakukata mtu akija kwenye comment akisema, no aijawi kunikata mm. Aijawi kunikata, ujue, naambiwa kuna e point ya maisha. Wewe ukifikia kuna mm. baadhi ya vitu unavyochukia kama kelele. Mimi siwezi kuja kujichukia au kusema amenikomentia hivi, niichukue kama niichukue two person, kwa sababu mimi naishi maisha ya ndoto zangu, si umeelewa? mm. ehe na hakikisha nafanya kazi. Kuna watu nimetoka kukuambia kwa nalipa watu zaidi ya 40 na hakuna mtu mmoja anaofishwa mshahara zaidi ya tarehe moja. Mm. kwa na watu wananitegemea na hawa watu wanonitegemea sitaki kuwavunja moyo kwa kufuatilia hizo comment au kufuatilia nani ananiambia nini. Mm. mimi na chitatuko yetu tujue sivunji sheria ya nchi, lakini pia nafanya kazi zangu zote zikiwa zimesajiliwa na zinatambulika kitaifa, maana yake nimelipa kodi na hivyo vitu vingine. Lakini haya mambo ya nani anasema nini, huyu anasema hiki, siwezi kufurahisha watu wote kama nilivyokuambia kwenye hawa watu mia wanaocheka kuna thelathini watanuna, wichi siwezi kudiida awa thelathini sabini tabiina awa sabini waliocheka na walicheka kwa sababu gani? Awaongezee kicheko. That is good. Okay, wakati zindua likibamu zako kwenye tafrije ile, ilitokea maneno kwamba kuna baadhi ya mastaa marafiki zako hawajafika. Ikatokea story tena kwamba siku hizi hautokei kwenye shughuli nyingi kwa sababu leo una kama mastaa wako kaka hivi, unawa support sana wako au hawaku support sana ii ndani yake hiyo? Mimi kwanza kwenye speaking afu watu wanisupport, naweza kusema ni ni Naweza nikaipa 70 kwa 30 iko hivi. Mimi hapa natokea kwenye issue za masta. Na sio kila issue ya star yote unaomuona. Mimi nikitokea na kuwa nimetokea kufuatiana na na, na mwaliko. Kuna baadhi wananilipa lakini pia kuna baadhi tunafanya nao biashara. Ile bondi ya sisi kufanya biashara siwezi mimi leo nikashangati Nandi anazindua kitchen. Sasa, okay. Mimi na Nandi tuna na maongezi ya ila always. Nandi anataka kufanya hiki mimi atanihusisha, mimi nataka kwa hivi nitamuhusisha. Speaking of mimi kipi na lunji brand yangu ya lip balm, kwa nini? kuna baadhi ya watu okay, wa karibu uh, hawakutokea. Mimi ni lunji ile brand siku ya tarehe 30, siku ambayo Zuchu alikuwa na perform Nairobi kwenye nini uwanja ile, yeah. Ehe, lakini pia siku hiyo hiyo nande alikuwa anafanya show kuna moja ya hoteli Tanzania. Hao ndio watu walikuwa wamehusishwa sana, lakini kama ulikuwa umefuatilia, mimi sikuwa nimealika watu wote. Nilialika watu wachache sana kwa sababu yangu ilikuwa inagonga ni watu 50 tu, lakini hadi tuna launch, tulikuwa, tuna zaidi ya watu 70 yes. Watu wa kuwa na ndo eh, wa so t ile event ilifanya nimetoka China hapa yeah. So, so, mm. moja kati ya comment tunaamini kwamba moja katika swali ambalo lilizoa taruki sana ni kuhusiana na interview ile ambayo kwa umefanya masaa machache yaliyopita na Juma Lokoli alikuuliza mm. -hmm. swali kwamba Anko T una, una, una wish kuingia kwenye ndoa, ukasema ndio, akakuuliza unatamani kuoa mwanamke mwanamke design gani, ukasema ni mwanamke ambaye mwenye pesa, akasema comment pale watu kama vile wakastaajabu, Anko T mtafutaji, inakwaje mm -hmm. natamani amoe mwanamke mwenye pesa, maana yake atakalelewe ama tafsiri yake nini? Ah, <laughs> uh, unaambiwa ukiwa wewe una hela unatakiwa utafute mwenzako hata kama ana ile hela ya wewe uliyokuwa nayo ila asiwe limbukeni wa hela yako. Yani mimi siwezi hivi nikaja nikamua mwanamke akaja kwa sababu ya hela zangu. Si umeelewa? Ila nataka mwanamke ambaye hata kama atakuwa na ile hela na spirit ya kutafuta hela ili mimi

Kupitia sasa ile swali baadhi ya mashabiki zake kwa tamani wafahamu. Mwanamke ambaye ana sasa hivi ana date naye ni mwanamke design gani hasa? Aishi Tanzania kwanza, na sio Mtanzania, hafu Mtanzania hafu Arabian. Yes, ishi hapo. Ndio wewe kumpost lakini. Ah, sio mtu mitandao. Mimi siposti hata mwanangu sio kumpost. Yaani mimi hapa niko mtandaoni mimi mwenyewe, mimi hapa. La, miko, mimi mimi hapa. Mm. Lakini haya watu wangu wanaozunguka si familia yangu Hawa wakuchagua kuja huko, siwezi kuwaleta kwa kufosi okay. Wakifikia watafanya wenyewe hapa. kilichokuwa chamana sana ni this one dola kumi na mbili kama milioni ihi ii thelathini hido i nambillakinilion